Nukta ya pili, Chadema wanaeleza kwamba kwenye hili azimio lao la tatu, Chadema kuzuiwa kufanya shughuli zake halali za kisiasa kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi pamoja na kufungiwa akaunti za benki za chama na kuzuiwa kutumia mali za chama. Hili ni eneo pia ambalo linatoa malalamiko ya Chadema ambayo wanaona mwisho wa siku kuna haja ya mfumo wa mahakama kubadilika, lakini pia uh, sheria ya vyama vya siasa na uh, ofisi ya msajili pia ifanyiwe marekebisho na kadhalika. kwa sababu gani? kwa sababu wao wanasema Chadema wamezuiwa kufanya shughuli zao halali za kisiasa kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano na sheria za nchi pamoja na kufungiwa akaunti za benki za chama na kuzuiwa kutumia Ha, mali za chama. Sasa mimi na wajibu Chadema. Ni kweli Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam ilizuia kwa muda shughuli za kisiasa za Chadema. Hii ni baada ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar, Said Isa Muhammad, na wenzake kufungua kesi ya msingi wakilalamikia hatua ya chama hicho kuibagua Zanzibar katika shughuli zake zikiwemo rasilimali za kifedha. Kwa hiyo hawa ni wanachama wa CHADEMA sio CCM. Walikwenda mahakamani wakafungua shauri, kesi ya msingi wakilalamikia hatua za chama hicho kuibagua Zanzibar katika shughuli zake zikiwemo rasilimali za fedha. Aidha walilalamikia pia kuwepo kwa ubaguzi wa kijinsia udini na matamko yanayodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo hawa ni wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, tena baadhi yao ni viongozi walikuwa wa viongozi waandamizi wa chama hicho. Baada ya kesi hii ya msingi kufunguliwa, mahakama ikaagiza kwa siku kadhaa safu nzima ya uongozi ya CHADEMA kutokuruhusiwa kufanya shughuli zozote za kisiasa. Shughuli nyingine zilizositishwa na mahakama ni pamoja na shughuli za ndani za kisiasa, operesheni za chama, mikutano ya hadhara na vikao mbalimbali vya CHADEMA. Haya wanasongwe, ni maamuzi yaliyotolewa na mahakama, hayajatolewa na Chama cha Mapinduzi kama ambavyo chadema wanapiga propaganda hii. Na hapa lazima tuweke kumbukumbu sawa. Iko hivi, ukisoma ibara ya nne ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu tisamia sabini na saba toleo la mwaka elfu mbili na tano pamoja na marekebisho yake zinaeleza bayana kwamba shughuli zote ile ibara ndogo ya kwanza. Ibara ya nne, ibara ndogo ya kwanza, inasema shughuli zote za mamlaka ya nchi katika jamhuri ya muungano zitatekelezwa na kudhibitiwa na vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji, vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki, na pia vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga na kusimamia utekelezaji wa sheria za umma. Ibara ya nne, ibara ndogo ya pili, ikasema vyombo vyenye mamlaka ikatafsiri hizo mamlaka tatu zilizotajwa hapo, ikasema vyombo vyenye mamlaka ya utendaji vitakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na vyombo vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma vitakuwa ni bunge na baraza la wawakilishi, mwisho wa kunukuu. Ibara hizi mbili, ibara ya nne moja na mbili, ndizo zilizoweka mihimili mitatu ya nchi yetu, ambayo ni serikali, bunge na mahakama. Mihimili hii, ndugu wanasongwe wenzangu, wa inafanya kazi zake bila ya kuingiliwa Serikali inafanya shughuli zake bila ya kuingiliwa, bunge linafanya shughuli zake bila kuingiliwa, na mahakama pia inafanya shughuli zake bila kuingiliwa. Hata hivyo, kwa muktadha wa hoja hii ya CHADEMA ambayo inaona kama wameonewa, shughuli zao za chama zimesitishwa. Kwa mujibu wa hoja hii ya CHADEMA, ukienda kuisoma ibara ya mia moja na saba a ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Na hawa ndugu zangu, hawa ndugu zetu wa CHADEMA wao wanajifanya ni watu wa haki, wanajifanya ni watu wanaotaka haki sana. Sasa haki ni pamoja na kutii sheria Haki ni pamoja na kufuata katiba, sheria, kanuni na miongozo ya nchi. Haki inaambatana na hayo. Kwa hiyo, ukisoma ibara hii inaeleza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika jamhuri ya muungano itakuwa ni mahakama. Sasa ndugu zetu hawa, jambo likiwa mwiba kwao, wanaona mahakama haifai, mahakama inatuonea. Lakini jambo likiwa mwiba na liko dhidi ya watu wengine au vyama vingine, wao wanaona jambo hilo ni sawa. Na huu uspesho huu nimeueleza mara nyingi, CHADEMA wao wanataka kujifanya ni unique kwenye hili taifa, wanajifanya wao ni spesho kwenye hili taifa, lakini wao hawana uspesho. Watanzania wote ni sawa. Sasa ukisoma ibara hiyo ya mia na saba a, ibara ndogo ya pili inasema, katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yaani a, kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi. Kwa hiyo mahakama yetu inatoa hukumu, inatenda haki bila ya kujali hali ya mtu kijamii, kwamba mtu huyu ni kiongozi fulani mkubwa wa kisiasa mtu huyu ni kiongozi mkubwa wa serikali, mtu huyu ni kama, bila ya kuangalia hali ya mtu kijamii au kiuchumi. Na ukienda kuisoma ibara ya mia moja na saba ba yenyewe inaeleza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Katiba, ndugu zangu wanasongwe, inaeleza bayana kwamba katika utoaji wa haki mahakama zetu nchini zitakuwa huru na zitalazimika tu kuzingatia masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi na sio vinginevyo. Mahakama zetu nataka niseme, na hapa nieleweke vizuri, nizungumze bila ya kumung'unya maneno, mahakama zetu hazitoi haki kwa kufuata masharti ya mataifa ya nje au masharti ya vyama vya siasa au mashirika ya kimataifa na, na kadhalika. tunasema zuio hili la CHADEMA ni zuio la kisheria lililotolewa na mahakama, na sisi hatuna haki ya kuingilia maamuzi ya muhimili huu. Hivyo tuheshimu muhimili huu wa mahakama, na CHADEMA wafuate misingi ya kisheria katika utetezi wao, sio kutafuta public sympathy, kutafuta huruma ya umma hii haitowasaidia chochote kwenye sheria kwa sababu hakuna mtu yeyote aliye juu ya